yakihusisha tanova dhamana za benki, uzoefu wa kazi zinazofanana, mitambo na pesa za kuendesha kazi. Eh, napenda kuwajulisha kwamba utekelezaji serikalini unaendelea.